Ok, naendelea kukupa minyama na leo, moja kwa moja, bila kupoteza muda, niko na movie box. Bila shaka wengi mna download movies kwa kutumia movie box. Application ya movie box inapatikana google play store ama palm store, na application hii ina download movie mbalimbali mbali, movie nyingi ambazo watu wanazitazama kwenye Netflix na kwingineko wanakuwa wana uwezo wa kudownload kupitia movie box hii hapa unavyoiona, ama naenda hapa chini. Hii hapa hii ndio movie box ambayo um, watu wengi wanaitumia kudownload movies na kutazama. Lakini tatizo kubwa wengi wanashindwa kuiondoa movie ile download kutoka kwenye movie box kuipeleka kwenye gallery au kupeleka kwenye mafaili ya kawaida ya kwenye simu. Sasa leo niko hapa kukuelekeza namna gani unavyoweza kuchukua movie ambayo ume download ndani ya movie box, ukaitoa kutoka kwenye application ya movie box na, na kuihamishia kwenye mafaili ya simu yako au mafolda ya simu yako, na mbali zaidi ukaweza kupeleka device nyinginezo kwenye PC ama kwenye laptop na vitu vingine vingine, au kwenye simu nyingine, au kamrushia mtu, au kaweka kwenye flash, vyote vinawezekana, lakini nadhani ulikuwa hautambui. Na mimi niko hapa kukuelekeza namna gani utahamisha movie ulizozidownload au video ulizozidownload kutoka kwenye moviebox na moja kwa moja ukazipeleka kwenye simu yako. Kama unavyoona hapa, mimi ninayo hii hapa, inaitwa First Sunday. Hii hapa nimesha download kwenye movie box. Na kinachofuata sasa, nataka niangalie namna gani ninaweza nikaiondoa kutoka huko kwenye movie box, kuipeleka kwenye mafaili ya kawaida. Sawa, kaokaana mimi na moja kwa moja tunaenda kufanya kazi hii sasa hivi. Kitu cha kwanza unachotakiwa kuzingatia, kitu cha kwanza unachotakiwa kuzingatia ni kuhakikisha kwanza una movie box, alafu kitu cha pili, hakikisha una app inaitwa za ki..., za chiva hii hapa chini mwishoni kabisa, hii za chiva inaweza ikakusaidia wewe kuhamisha kutoka kwenye vitu mbalimbali, na zachiva unaipata Play Store, unaipata huku. Kwa hiyo kama hauna unai download hapa juu, unaandika zachiva hii hapa juu, utaikuta hapa. Kwa hiyo uta open hiyo zachiva yako. Ukishakuwa umeopen zachiva, kuna sehemu panaitwa android folder ya android hii hapa hapa kwenye folda ya android utaingia kwenye folder ya data, tunaitafuta movie ambayo tumeidownload kwenye movie box tuihamishie kwenye folders za kawaida. Hapa utaangalia kitu kinaitwa com com.community.oneroom, hii hapa com.community.oneroom, nadhani umeiona hii hapa com.community Utaibonyeza hapa com.community.one room, then utaenda files, kwenye folder la files hili hapa. After that, utaenda kwenye folder namba moja pale juu download. After that, utaenda kwenye folder imeandikwa d, hili hapa d Taikuta movie yako hiyo hapo kwa hiyo, hapa ndio utaigandamiza, either utachagua kati au utachagua kopi. Mimi nachagua kopi, alafu utarudi kwenye kutafuta folders ambako unataka ukapeleke kao. Utarudi hapa juu, click, utarudi kwenye labda kwenye device storage, then utaangalia foda nataka kupeleka labda, mi naweka kwenye cardboard hapa hapa cardboard na ya yeah, cool, something like that. Ukiwa hauwezi kuhamisha movie au video kutoka kwenye movie box kupeleka kwenye mafoda ya kawaida, basi utakuwa unatumia njia hiyo hapo, na hapa ukitaka kuhakikisha, basi unaenda kwenye file manager tunaenda kwenye file manager sorry, tuanze kabisa moja kwa moja, naweza file manager au files, internal storage. Iliweka kwenye nini, cardboard hapa, first sunday hii hapa. Kwa hiyo kazi imeisha namna hiyo.